ya inazidi kuzungumzia kwa ajili ya, ya maombi. Hakuna kitu kisiowezekana katika maombi wala hakuna kitu kigumu katika maombi. Ninajua eh, katika maisha yetu tunakuwa nakutanana na majaribu mbalimbali, shida nyingi unakuta yule adui anakuwa mwivu anapoona watoto wa Mungu wanabarikiwa, wala wanafikia kupokea kile wanachoomba kwa Mungu, wanachohitaji. Ninazidi kukuonyesha ndugu, ni jambo la muhimu sana ukazana kumuomba Mungu, hapana kukamata muda wa kuomba wanadamu. Omba Mungu. Wakati unapomwomba Mungu kwa roho moja, utaona utukufu wake, hata ulikuwa naona kama hii jaribu ni kubwa, inanishinda akili, sijui namna gani ndapata jibu ya hii hitaji, sijui namna gani natoka katika hii magumu, wala katika shida ninayo. Nataka kukuambia ndugu, kufariji na kukupa moyo. Wewe kupata jibu ya mahitaji yako wala shida ya matatizo unayo, ni kumwomba Mungu tu. Kumwomba Mungu katika imani, ni hapo utapata jibu, utapata ushindi. Mungu amenifunza mengi katika mambo hayo. Kwa ajili ya kumuomba, kuna maombi na maombi na maombi. Nataka kuambia nini? Kuna watu wanamuomba Mungu lakini hawana imani kama Mungu anaweza, Mungu anatosha. Lakini nataka kuambia Mungu wetu ni mwaminifu. Wakati unapomuomba, ukimuomba na kwa imani na ukimuomba uko katika ufalme wake, yani katika mapenzi yake, wewe usibabaike, kazana kumwomba. Siku moja utaona utukufu wake, amen. Siku moja utaona jibu ya, ma ya maombi yako wala ya mahitaji yako. Mungu ni baba yetu anatupenda na na mpango mzuri kila siku katika maisha yetu. Mungu ni mwaminifu adanganyi wala kudanganyika. Wanadamu wanadanganya mambo mengi, hapa chini ya jua inadanganya, lakini huyu Mungu nakuzungumzia ni mwaminifu. Ukimwomba kwa imani, ukimwomba kwa bidii, ukimtegemea, utaona siku moja, anamaliza matatizo yako, anajibu mahitaji yako unayo, ninajua na mahitaji mengi mengi Una shida katika maisha yako yote, unaweza ukapata jibu, unaweza ukapata solution, ni katika maombi. Haleluya! muombe Mungu katika jina la Yesu Kristu utapata jibu. Ndiyo maana anakuzungumzia kazana kumwomba Mungu bila kukata tamaa, na hakuna kitu kigumu wala kisichowezekana katika maombi. Biblia nasema hapa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya kumi na mbili mstari ukianzia ku mstari wa tano mpaka kushusha wa saba Biblia inasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi, kwa ajili yake hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku hule hule, Petro alilindwa na alilindwa, analala katika, katikati ya askari wawili amefungwa minyororo miwili, wa walinzi mbele ya mlango wa kalinda gerezani wakalinda gereza. Mstari wa saba. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni akamwambia, akamwamusha akisema: ondoka upesi. minyololo yake ika mwanguka mikononi. Haleluya! Sikia ndugu, neno la Mungu linazungumzia hapa, Petro aliwekwa gerezani ili auawe, asiendelee kufanya kazi ya Mungu, asiendelee kutangaza Injili, watu wasiokoke. Unaona mpango mbaya, mpango mbaya wa Shetani. Anakuwa mwivu anapoona watoto wa Mungu wanaendelea kufanya kazi ya Mungu tunaendelea kutangaza injili kwa mataifa, watu waokoke, watu wamwamini Yesu kama bwana na mokozi. Petro akapata jaribu hii, akapata shida hii kama yewewe na mimi leo tunaweza tukapata hapa chini ya jua, akawekwa gerezani. Biblia inasema, kanisa, watoto wa Mungu, watumishi wa Mungu wakaangalia huku na huku, wakaona msaada wetu ni nini? Ni maombi tu. Biblia inasema wakamwomba Mungu Wakamulilia Mungu, awakulilia mtu yoyote, walimuomba Mungu kwa ajili ya Petro apate kufunguliwa pale gerezani. Biblia inasema alifungwa minyororo, alilindwa na no askari. Biblia inasema kanisa ile likamwomba Mungu, lilipomwomba Mungu maombi kafika kwa Mungu. Haleluya, amen. Mungu mwenye nguvu, Mungu wetu ni Mungu wa kuona na kusikia, sio kiziwi Wakati unapomwomba Mungu kwa imani, wakati unapomwomba Mungu unakuwa katika ufalme wake. Mungu anaweza, na Mungu atashuka kujibu mahitaji yako, wala kujibu shida yako na utaona utukufu wake. Biblia inasema kanisa hili wakamwomba Mungu na maombi hiyo ikafika kwa Mungu. Ilipofika kwa Mungu, Mungu akashusha malaika wake pale gerezani kwenda kumfungua kwenda kumsaidia Petro katika shida ile alikuwa nayo. Hakuna kitu kigumu wala kisiyowezekana katika maombi. Kweli Petro alikuwa alifungwa sehemu moja ngumu, walimfunga minyororo, wachungaji walikuwa pale, waskari. Biblia inasema milango ilikuwa yenye ikuwa na chuma, yani ilikuwa vigumu kwa Petro kutoka pale, lakini kwa sababu ya maombi wa kanisa la Mungu walimulilia Mungu Mungu akashusha wa malaika wake malaika akafika pale, nuru ikapatikana katika chumba ile. Biblia inasema akamgusa petro hapo bavuni, Petro shene zikafunguliwa zikatoka zika mikononi mwake, akamwambia shimama va na unifate. Haleluya. Yaani, nataka kuambia Petro alifunguliwa pale gerezani, malaika alikwenda kumfungua pale kwa sababu ya nguvu za maombi. Taifa la Mungu, kanisa la Mungu, walimulilia Mungu, walimuomba Mungu kama jinsi inavyokuambia na wewe unapokuwa sh, unapokuwa na shida unapokuwa na majaribu, usiangalie ukuu wa hiyo matatizo unayo, usiangalie miaka ngapi unayo shida hiyo Kazana kumuomba Mungu, kazana kumulilia Mungu, utaona jibu ya matatizo unayo, utaona shida itapotea na utashimama, utamshukuru Mungu, utasema kweli, Mungu wangu anaweza kweli. Hakuna kitu kisiyowezekana katika maombi, hakuna kitu kigumu katika maombi. Ndio nilitaka nikuzungumzie, ndugu mpendwa, usikate tamaa, usichoke kumwomba Mungu. Kazana kumwomba Mungu. Mungu anakupenda ingawapo una shida, ingawapo una matatizo, ingawapo unamuomba muda mrefu hujapata jibu, lakini kazana ndugu, utaona jibu, utaona ushindi katika maisha yako. Kazana kuchunga imani. Nataka kuambia ingine neno moja muhimu sana, wakati unapomwomba Mungu, unapomlilia Mungu, usitamke negativement. Tamka positive way useme Mungu anaweza, na siku moja Mungu atajibu mahitaji yangu katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Biblia inasema sisi ni zaidi ya washindaji katika jina la Yesu Kristo, tunaye ushindi amen. Mungu apewe sifa, ubarikiwe sana ndugu, na uzidi kuchunga imani katika jina la Yesu Kristo. Hakuna kitu kisiyowezekana kwa Mungu, yote yawezekana. Mungu apewe sifa, utukufu kwake Amen, inaishi